Wame upgrade ile facility ya hospitali sasa. Leo tumekuja kufungua hiyo dispensary hapo iweze kusaidia watu wa madhare, na ya sarakasi na ya kupanda juu ya magari. E, mheshimiwa rais anafaa kukuwa serious kidogo na maisha wa Kenya, kwa sababu hatuwezi kaya kwamba rais anasungumusa mambo ya upusi upusi, mambo ya kampuni ya kutengeneza chapati hizo no, naujinga no, kiritimba ya hali ya juu ya kwamba mimi ningependa kuambia Wakenya ya kwamba mheshimiwa rais sidhani kama amehitimu kama dokta, sidhani pili. Sidhani kama mheshimiwa rais amehitimu kama uh, msomi jinsi anasema ya kwamba yeye is a PhD holder. Ndugu zangu Wakenya, nataka kusema hivi: ukizungumza ama ukitazama jinsi mheshimiwa rais anatumia rasilimali ya mkenya vibaya mimi nasema kwamba Mheshimiwa Rais ni kama hakuhitimu kwa mambo ya sabatia. Rais William Ruto hajui masuala ya hesabu ya hela ama matumizi ya mali ya umma ya kwamba Ruto anasema kwamba yeye yeah, amefuga kuku wengi na anauza mayai kwa wingi. Na tuko na shortage ya mayai hapa Kenya bado tunaigiza kutoka Uganda. So ukijaribu kusikiza jinsi Mheshimiwa Rais anazungumuza ni mambo ya utapeli. So nakubaliana kwamba Mheshimiwa Rais is a PhD holder ya utapeli na uongo mwingi. Hapo nitakubaliana Mheshimiwa Rais. Rais jana alikuwa anafanya sarakazi isili. Na Rais anajua kwamba kwa sababu Nairobi ana watu, akachora akapiga saba, kaona kwa sababu isili huwa watu wanarundika kila siku akaingia Isili. <laughs> So watu wanaangalia kwa runinga hao rais. Kuna watu rais ana watu Nairobi, wale ni watu ambao walikuwa kwenye biashara zao, ndio maana alianza safari bapi kule Isili. Ndugu zangu, lazima tukubalie kwamba Rais William Ruto anapoteza taifa la Kenya, na cha ajabu Mheshimiwa John Mbadi ni waziri ambaye amesomea masuala ya kifedha. But katika kwenye uongozi ya Ruto Mbabi atapakwa matope yenye, atashindwa mahali atajificha, kwa sababu pesa ataagizwa kuondoa pesa kwenye benki na inatumika kwenye rali kuoleleolela, but yule mtu apata atakuwa kwa, kwa lawama ni mheshimiwa John Badi. So sometimes ukipewa kazi, angalia boss wako, kama jielewi wachana hiyo kazi kuliko itwe mwizi. Ukiuliza mruto ni pesa ngapi unatumia kwa hizi kampeni zako? Hajui. Yeye anakuambia anazindua. Yaani rais baada anazindua mradi Muridi, rais ambaye amechaguliwa, baada anazindua. Alianza kuzindua 2019, bado Ruto katikaye kwenye mazindua. Atajenga siku gani? Hiyo ndio swali ambayo unafaa kujiuliza. Ni siku gani Ruto atajenga barabara? Na ni siku gani ataanza kutekeleza hizi mambo? Kama sasa mimi na ngoja, niko Capital City, na ngoja free wifi, haipo. Na ngoja Alisema Ruto alisema, simu nitapiga bure. Sasa kwanza ndiye amepandisha rate ya, ya kupiga simu One minute, five minute. Five, alipata kama ni two bob per minute. Akaongeza another three. One minute anakata shilingi tano. So nani anakuibia? Ruto. So wakati tunazungumza, si eti tunazungumza kwa sababu tunachukia mheshimiwa Ruto. Hatuchukui Ruto, sera ya Ruto ndio mbofu. Sara ya Ruto ndio mbovu. So Ruto hakuna kuchaguliwa Ulipata sina ya serikali kama haina pesa, na kama sina ya serikali haina pesa, hizi hela zote ambazo natembea na kila Sunday 20 milioni umetoa wapi hiyo? Ndio swali la kwanza unafaa ujiulize, pesa ambazo rais anatembea na ametoa wapi? So inafaa tutafute yule mtu ambaye amesomea masuala ya uchumi kama mheshimiwa Jimbo Njige. Tutafute viongozi ambao wanajua ya kwamba ukipewa tenda, hii tenda unaenda nayo wapi? Si unasimama nimesema kwamba hii barabara ni 50, 50 bilioni. Nikienda pale 100 bilioni. Tutafute <laughs> viongozi ambao wamesomea masuala ya uchumi kama mheshimiwa Jimi Wanjigi. Nakubaliana na Jimi Wanjigi kwa kitu moja. Jimi Wanjigi alikua alikuwa main sponsor ya nani, mheshimiwa Raila Odinga. Jimi Wanjigi amekuwa main sponsor ya mheshimiwa Rais William Ruto. So when Jimi Wanjigi anasema kwamba Kenya tuna deni na Kenya hatudaiwi na mtu yeyote, huo anakubalia Jimi Wanjigi. Kwa sababu kama tunadaiwa au kama tunadaiwa a lot of trillion na Ruto anachukua 20 million anapewa pasta moja. Kama tunadaiwa. So wewe piga tu hesabu yako? Kama tunadaiwa Ruto anachukua 20 million anapeleka Elden tena anasema kwamba msitishwe pesa hiyo nitaleta. Kama tunadaiwa. So when Kimo Njika anasema kwamba Kenya tuna deni na kama ile Njika kwamba Kenya tuna deni. We need plan ambayo inajulikana kama economic revolution but William Ruto ni mtu ambaye ananyofua mali zetu. Anatufanya sisi tunakuwa watumwa, tunakuwa ikaragosi, tunakuwa slave ndani ya taifa letu. Wakenya, uchaguzi wetu tutaamua kwenye maana utapiga kura. Mimi siwezi kukuamulia. Maoni ni yako na chaguo ni lako. Tuangalie sambu na bako na capability. Kwa yale mambo mambo wasemwa Jimi Wanjigi anazungumza ya kwamba tunataka economic revolution. Je, William Ruto ame qualify? Kwangu hajakuwa qualify. Je, Kalonzo amequalify kukuwa hapo? Hiyo ndio vitu unafaa kujiuliza. So we need economic revolution, yale ambayo mwanjiko wanazungumuza kwa TV, na watoke kwa TV wakuje kwa ground, waanze kuzungumzia watu ya kwamba we need change. Mambo ya matumizi ya hela ya wananchi lazima iwekwe sawa. Kwa heko kwa wale wa mama wawili, huyu mkaguzi ya bajeti, kwa sababu ametuonyesha kwamba serikali hii ndio unaweza porwa, jinsi hata kuuliza maswali jinsi unaporwa, hakuna mtu ana explain. Nataka kusema hivi, wa Kenya, uchaguzi ni waja. Amua kama unataka mwizi, Baranaba yuko kwenye njia, ameanza kazi. Ukitaka mesia Yesu, pia utaamua. So we need change, economic revolution katika ndani taifa letu ya Kenya.